Faida za, za bima hizi tunazozungumzia, faida moja wapo ya bima itakusaidia kupata matibabu wakati ule ambapo hautokuwa na uwezo wa kuweza kupata kipato ama kuweza kuweza kukidhi gharama za yale matibabu uliyokuwa nayo. Tambua kwamba swala la ugonjwa halibishi hodi. Kwa hiyo ugonjwa unakuja katika wakati wowote, na kuna wakati fulani bima inasaidia sana kwa sababu tunatumia gharama kubwa katika matibabu kuliko kiasi ambacho tungeweza kukimudu sisi kwa sisi kwa ajili ya kulipia. Hiyo inasababishwa na nini? Kwa sababu bima katika utendaji kazi wake inatenda kazi katika mfumo unaoitwa risk pooling. Kwamba mnakuwa group la watu wengi ambao mmechangia, mmejiunga katika mfuko usika kwa mfano, mmejiunga kwenye mfuko wa bima wa ICHF au mmejiunga kwenye mfuko wa bima ya taifa NHIF. Kwa hivyo akiumwa mmoja, gharama ya wachangiaji tofauti tofauti kama mia moja au kumi wataweza kugharamia matibabu ya ule mtu mmoja. Wako watu wanafanya matibabu ya milioni 10 ishirini. Kwa hali ya kawaida kama binadamu, ukitizama kwa vipato vyetu tulivyokuwa navyo, asilimia kubwa tutashindwa kumudu hizo gharama za matibabu. Lakini kutokana na hii senario wanaita risk pooling, watu wa bima, ni kwamba inasaidia sana kwa kuhakikisha mtu anapata matibabu katika wakati na anapata matibabu yanaweza kutosheleza hizo hiyo gharama aliyochangia lakini pia kwa leo ningependa kuzungumzia hasa mfuko wa afya ya jamii, ambao ni mfuko wa afya ya jamii ICHF iliyoboreshwa. Huu unapatikana una, una katika ngazi za jamii hususani kwa wananchi wenye vipato vya ya kawaida vya ya mwananchi wa, wa kawaida au tunamzungumzia, anaweza akaipata haka, bima hii itamsaidia kupata huduma zote za msingi katika ngazi za zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa na ikiwezekana pia baadhi ya huduma ataweza kuzipata katika hospitali ya rufaa katika mkoa wa husika aliojiunga. Kwa hivyo kiima cha kujiunga katika bima hii ya iCHF ni shilingi thelathini kwa mwaka na mwanachama atajiunga yeye pamoja na wa, wa memba wa kaya yake ni wanafamilia wana, wana yake kama watu sita. Kwa maana yake atakuwa yeye mmoja na wale watano watengeneza kaya watu sita. Itawasaidia watu sita kupata matibabu kwa kima cha shilingi 30. Unaweza ukaiona ni hela fulani ambayo ni hela kawaida sana ukilinganisha na gharama za matibabu ambayo tunayafanya. Mwanachama wa kawaida mmoja au tuseme mwananchi mmoja akienda kupata matibabu kituo cha afya au hospitali ya wilaya anaweza akatumia shilingi elfu arobaini kwa elfu hamsini kwa ajili ya matibabu na bado akawa anahitaji kununua dawa na vitu gani. Lakini akikata bima hii ya SHF itaweza kumsaidia yeye akiwa misafiri; ataweza kutibiwa akiwa wapi, atatibiwa. Lakini na kama kuna mmoja katika familia yake akiugua aki katika wakati mmoja, inawezekana katokea watu wawili watatu wanaumwa, lakini wote watapata matibabu kule kiasi. Kwa hiyo ningependa kutoa rai na kuwaomba wananchi waweze kujua umuhimu wa kuwa na bima, hususan kwa jamii zetu hizi tulizokuwa zinatuzunguka waweze kujiunga na bima za SHF; zitawasaidia sana kuweza kupata yale matibabu na huduma za msingi katika ngazi za kutolea huduma za afya katika wakati ambao hawawezi kujihudumia. Hiko, ndugu tuna, tunafanya kazi katika mazingira ambayo unaamka asubuhi ukapate mkate wa siku lakini huo mkate wa siku ndio utaweza ukipata changamoto ukakutibie huo huo mkate wa siku na kingine, sema mkate wa siku naeleweka, kwamba unaenda kutafuta fedha ambayo itakusaidia kupata chakula, lakini fedha hiyo hiyo ukipata kuumwa itakusaidia. Sasa iko siku utaumwa, umekaa siku mbili ndani, hauwezi kupata hela chakula, lakini matibabu hauwezi kupata, ila kama una bima itakuchukua wewe kuchukua, kuchukua, kuchukua kadi yako ya bima, utaenda hospitali utapata matibabu, itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto kama hizi. Kwa hiyo ningependa kuwaomba sana wananchi tunavyoelekea sera ya serikali ni kuelekea katika sera ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwaomba wananchi wote wa maeneo yanayotuzunguka, maeneo ya Newala lakini pia wananchi wote ambao itaweza kusambaa hiyo hii na kuipata, waweze kuchukulia swala hili na mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na bima ya afya kwa wote ni kama ni jambo zito, na kwamba kila mtu hakikisha anakuwa na bima ya afya ili kuweza kuipata ile Tanzania kesho tunayo yote, yote yote kwa ndoto. Namna ya kujisajili katika ICHF ni ni rahisi sana, imerahisishwa kwa sababu katika ngazi za kata wako maafisa wa maandikishaji wa wanapatikana ofisi za kata. Ofisi ya kata wakauliza na mzee maafisa wa maandikishaji wa ICHF kwa watendaji wa kata atakuelekeza. Lakini pia katika jengo la halmashauri unaweza kamaona mratibu wa ICHF ambaye anazungumza, lakini pia unaweza kawaona baadhi ya waandikishaji wanapatikana katika jengo la halmashauri. Namna kujisajili ni rahisi sana. Unahitajika kuwa na majina matatu ya ya kila mwanachama ambaye unataka sajili lakini pia unahitajika una kuwa na tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, lakini pia tunahitaji kupata picha za wale wanachama wanaowasajili. Kwa hiyo katika kadi zilizoboreshwa utaandika majina yale, utaandika ile na tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, lakini pia tutakuwa kuna namba pale ya wanachama ambayo tutaingiza kwenye mfumo. Uta scan kadi utapata QR code utapata control number, malipo yanafanyika konji, kwa njia ya control number. Kwa hiyo ni rahisi sana, kiasi cha 30 unapata uhakika wa matibabu.